Ntukirejea hapa nchini uh, zipo fursa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa za ufadhili wa masomo hasa kupitia uh, balozi mbalimbali na washirika wengine wa maendeleo hapa nchini, na leo tutazungumza na maafisa wa ubalozi wa Uingereza hapa nchini kufahamu kuhusiana na fursa za ufadhili wa masomo uh, kwa Watanzania ambazo zinapatikana nchini Uingereza. Naam, Godla, kama ambavyo umeeleza na kwa sasa dirisha la maombi ya ufadhili wa masomo ya Chevening ambayo inafadhiliwa na serikali ya Uingereza liko wazi mpaka Oktoba 7. Tafahamu mengi zaidi kuhusiana na taratibu, sifa za yule ambaye anaweza akaomba na ni mambo gani ambayo anapaswa kuzingatia hasa katika maombi yake pamoja na mengine, lakini fursa hizi zikitoa pia vipaumbele kwa ajili ya kukua zaidi kitaaluma na hata baadaye kusaidia katika maeneo mbalimbali. Tunaye hapa Sylivester Ernest ambaye ni afisa siasa mwandamizi wa ubalozi wa Uingereza na mnufaika pia wa uh, mafunzo haya ama scholarship ya Chevening. Karibu sana. Tunaye pia Rehema George ambaye ni afisa mawasiliano kutoka ubalozi wa Uingereza. Karibu sana Rehema. Asante sana mtu mmoja angalau kwenda kusoma <laughs> Uingereza. Tunawapa <Akika. laughs> <Sino. laughs> kipaumbele kwa kweli ili kusudi ninyi muwe mabalozi, mwe mabalozi pia. Uh, uh, kwanza kwa yule ambaye anasikia kwa mara ya kwanza kuhusiana mm. na uh, mm. ni kitu gani, so, uh, serikali ya Uingereza inatoa fursa mbalimbali zikiwemo za kimasomo eh, kupitia eh, mifuko mbalimbali mbali, au scholarships mbalimbali mbali. Na mojawapo ni ipo ambayo ni maarufu inaitwa Commonwealth Scholarship, yeah. ambayo yenyewe hii ina, ina, inawapa nafasi watu kusoma mpaka PhD, lakini ipo iliyo maarufu zaidi <laughs> hii ambayo inaitwa Chevening Scholarship na yenyewe kwa kweli kwa muda wa zaidi ya miaka 40 sasa imewanufaisha Eh, sio tu Watanzania lakini watu kutoka mataifa mengine eh, duniani kote ambapo sasa tuna idadi ya watu sitini elfu ambao wamefaidika na, na fursa hii na humo tumepata watu ambao wamekuja kuwa wakubwa kabisa katika mataifa mbalimbali mbali, mm, maraisi, mawaziri, na hata katika nchi yetu tuna wanufaika wakubwa, tunao majina makubwa makubwa ambayo kwa kweli wanatoa uh, funzo kwetu kwamba yeyote anaweza akapata na anaporudi basi anakuja Eh, kuwa mtu mwenye mchango mkubwa katika taifa. Mm, yeyote anaweza kupata. Kuna mambo ya connection na nini? Kwa kweli mimi <laughs> niliweza kupata. Kwa hiyo mwingine yeyote anaweza kupata kwa na connection kabisa kabisa. Um, tunaye pia Rehema George, afisa mawasiliano uh, ubalozi wa Uingereza mm. Na unajua kwa upande wa mawasiliano ni eneo ambalo pia tunatarajia kupata elimu na uelewa mpana zaidi kuhusiana na namna gani ya ku, ya, mbinu gani za kutumia ili tuweze kunufaika na hizi fursa, kwa sababu fursa ipo mm, lakini kuna hatua pia za kuchukua ili uwe uh, miongoni mwa wanaonufaika na fursa yenyewe ni zipi hizo? Kwa uh, kwanza kwanza upande wa fursa au vigezo, mtu anatakiwa awe na uzoefu wa kufanya kazi wa miaka miwili mm. uh, lakini pia awe yuko tayari kurudi Tanzania baada ya kupata hiyo scholarship na kutumia ule ujuzi au vitu alivyojifunza kule uh, katika kuiendeleza Tanzania hivyo ni vigezo, asibaki kule kule, hapana, natakiwa urudi baada ya masomo, uje sasa vile tulivyokupeleka kujifunza au kuvipata kule, uvilete sasa Tanzania. Tanzania naweze kunufaika kwa vitu ambavyo ulijifunza kule, na hayo ni masharti kabisa, ni masharti na ni sharti kubwa sana. Kwa hiyo muda umeisha, ukaonekana bado upo upo kule, nakumbushwa bwana. Kwa hiyo hata wakati tunatangaza kwenye zile tunaita vigezo hicho yeah. Pia kipo. Kwa hiyo watu wazingatie hilo, na hata mtu akipata ajua kabisa kwamba commitment moja yapo ni ukishapata hiyo elimu ujuzi, vyote vyojifunza, nabidi urudi Tanzania. Kwenye kigezo cha kazi, kwa hiyo hii ni kwa ajili ya watu ambao wako kazini, sio, hapana um, kwa kweli <coughs> sio kazi lakini ni eh, walau miaka miwili tangu umemaliza degree yako ya okay. Kwanza Me... Inatarajiwa kwamba katika kipindi hiki cha miaka miwili. Mm. Tangu degree yako ya kwanza, tangu graduation, kwa kweli kuna vitu ambavyo utakuwa umefanya. Mm. Inaweza kuwa ulikuwa umeajiriwa inaweza kuwa ulikuwa unajitolea mahali fulani, inaweza kuwa ulikuwa unafanya biashara. Muhimu ni kwamba utakapokuwa unafanya application yako, basi toa hayo maelezo kututhibitishia, kutu, kutu, kwamba hicho ambacho ulikuwa unakifanya baada ya chuo kikuu, degree ya kwanza, basi kimeleta manufaa katika jamii mm -hmm. umeleta positive change wanasema. mm -hmm. mm -hmm. Sasa pamoja na hilo uh, ni mambo gani ambayo yanapaswa uh, zingatie katika maombi ambayo sasa anayafanya? mm. Kwanza, kigezo cha wewe kupata hii scholarship lazima uwe, um, unatoka kwenye moja ya nchi ambazo zinanufaika na hii scholarship. Tanzania ni mojawapo mm -hmm. eh, lakini kama alivyosema ukubali kurudi nyumbani mm -hmm. eh, lakini uwe na miaka miwili tangu umemaliza degree yako ya kwanza, lakini lazima uombe na kupata katika chuo kikuu chochote Uingereza mm -hmm. eh unajua kuna yale mataifa manne hivi yanayounda Uingereza, yeah. Uh -huh, kwa hiyo lazima uombe kwenye chuo chochote kwa kweli eh, sio vyote lakini vyuo karibu vyote vya Uingereza. Kumbuka kuna vile vyuo ambavyo vinaitwa ni A list. Eh, yeah. Uh -huh kwa mfano Cambridge, Oxford ambavyo kwa kweli ni eh, hata ada yake ni kubwa sana mm. Kwa hiyo unaweza ukaomba kule ukapata tabu kidogo kupata mm. kwa sababu ushindani ni mkubwa, lakini vingine vyote kule eh, eh, eh, unaruhusiwa kuomba. Lakini sharti jingine ni kwamba uwe sio mnufaika hapo kabla mm. wa ufadhili wa masomo unaotolewa na serikali ya Uingereza mm. Kumbuka hizi fursa zinapaswa ziende kwa watu wengi zaidi, tofawote. Sasa sio wewe tu, <laughs> iliyopata iliyopita serikali ya Uingereza ilikufadhili ukaenda ukasoma yeah. Na sasa hivi tena uombe tena upate ah, na mwingine naye aombe naye apate ili kusudi mm. aweze basi ku, ku, kunufaika pia na fursa hizo. Una, unataja kwamba uh, usiwe mnufaika kabla. Hujamaliza nikaogopa nikajua unazungumzia wanufaika <laughs> <laughs> ufadhili, wasi... <laughs> ni wa bodi ya mikopo ni vitu gani hasa ambavyo vinakuwepo ndani ya ufadhili uh huo? Kwa kweli eh, eh, ni, ni, ni, ni ada ya masomo mm. unalipiwa yote kabisa kwa muda wa mwaka mmoja ambao utasoma kule yeah, lakini kuna gharama nyingine ambazo zinakuja, zina ili kuhakikisha kwa kwamba basi unafanikiwa kumaliza eh, masomo yako eh, kwa, kwa, kwa ukamilifu kama ni gharama kwa ajili ya kufanya utafiti, hizo nazo zina, zinalipwa, lakini unapewa stipend, ile living allowance yeah, inaitwa gharama za kukuwezesha kuishi huko Uingereza, kulipia sehemu ya kukaa, lakini kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya usafiri, hiyo nayo inatolewa lakini unalipiwa uh, tiketi ya kwenda na kurudi yeah. Sasa hapa katikati, unaweza ukaamua ujelikizo kuona wazazi na kitu kama hicho, hiyo pengine utajilipia mwenyewe yeah. lakini mm -hmm. ile ya kwenda, unapoenda kuanza masomo na kurudi, unapokuwa umemaliza masomo, basi hiyo tunakulipia. Lakini unapata nafasi pia eh, ile access ku, ku network Uh, kumbuka hii ni, ni, ni, ni, ni fursa ambayo inatolewa na serikali ya Uingereza, kwa hiyo yale yote ambayo yanaandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje na Maendeleo ya Kimataifa ya Uingereza e, ikiwemo mikutano mikubwa kama ni kutembelea e, e, ofisi za serikali ya Uingereza kama ni bunge au pale wizarani, basi wewe unakuwa na hiyo fursa ya kufika huko, lakini internship na sehemu e, unapata fursa ya kwenda kufanya mazoezi kwa vitendo katika taasisi mbalimbali mbali. Kama wewe utaenda basi kusoma eh, masomo au courses ambazo zinahusiana na mambo ya habari mm -hmm. Basi utapata fursa ya moja kwa moja kwenda kufanya mafunzo kwa vitendo BBC au kwingine. Oh, wapo oh. Rafiki zetu wengi ambao wameenda kule na walipata fursa hiyo, lakini pia unapata nafasi ya kwenda ku volunteer, kujitolea kwenye mashirika na makampuni yaliyoko Uingereza. Kuna courses mbalimbali mbali, eh, ambazo mahitaji yake huko kama niliyofanya mimi, inakutaka ili kukamilisha na kupewa ile masters, lazima uende ukafanye volunteering kwenye moja ya makampuni hapo katika Uingereza mm. Hizi zote ni fursa kwa kweli ambazo zinakupa zina ujuzi zaidi na uzoefu zaidi, ili kwamba mwaka mmoja wako ule utakao kuwa kule Uingereza uweze kukunufaisha zaidi, kukufanya ubobee katika lile eneo ambalo umeenda kusoma, ili kusudi unaporudi hapa basi uwe wa tofauti, uje uweze kuleta mabadiliko katika jamii ambayo basi inakuzunguka. Sawa, mm sawa -hmm. Sasa Rehema, uh, tupitishe kwenye zile hatua za, za kufanya application Ha, niingie ni, ni, hapo e, pia e, kwa e, sababu nina uzoefu zaidi kabisa. Kwa kweli e, cha kwanza lazima ufanye utafiti hmm. Lazima utafiti kujua nini unataka mm. uh -huh. ukishajua unataka nini basi unaanza kutafiti, okay, mimi nataka kusoma, kwa mfano, maendeleo ya habari mm. au habari eh, katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi mm. Sasa unaanza kujiuliza katika Uingereza ni vyuo vipi ambavyo vinatoa hizi kozi. Unaanza kutafiti, kishapata unaweka hapo pembeni, unaweka hapo pembeni, unatafiti pia je, katika hicho chuo, hiyo kozi ina mambo yanayoendana na career aspirations zangu, career goals zangu unatambua kwa sababu vyuo ni vingi sana na pengine unakuta majina ya kozi yanafanana fanana mm -hmm. Lakini ukienda kwa undani unagundua kwamba okay, chuo kimoja au jina la kozi moja linatoa vitu vya ndani zaidi kuliko vingine, kuliko vingine mm -hmm. Uh, kozi nyingine. Kwa hiyo unatambua hiyo. Ukishatambua eh, vyuo unavyotaka kwenda kusoma basi unaingia kwenye kuanza kuapply kwa, kumbuka haya ni mambo mawili tofauti eh, scholarship na kozi, uh, application ni vitu vilivyo tofauti. Kwa hiyo ukishatambua kozi unazotaka kusoma unajiuliza sasa kuhusiana na hii scholarship. Okay, hii scholarship inataka mtu ambaye ana sifa hizi zile ambazo tumezitaja mwanzoni pale, unajiuliza, ninazo hizi? Ninazo. Unaanza kukaa chini sasa, unaanza kuandika, kwa sababu kuna essays tatu nne hivi ambazo unapaswa kuziandika mm. Ehe, hizo essays zinataka nini? Muhimu sana katika ulimwengu wa leo wa teknolojia ya AI na vitu kama hivyo ni kuepuka kutumia hizi teknolojia kukufanyia application. Mm. Unapaswa kuwa wewe. You need to be very original. Mm. Wewe mwenyewe useme yale ambayo unayatamani, na useme pale ambapo nitakapoenda kusoma nitarudi kuja kufanya hiki. Kwa hiyo ujibu kute, kulingana na uzoefu wako, kulingana na mazingira yako, lakini kulingana na kile ambacho wewe unakiona mbele yako. Ukishafanya hivyo ni muhimu sana kutafuta menta, menta huyu ambaye atakupitisha katika hatua zote za maombi. Hmm. Huyu atakuwa ni mtu ambaye atakuguide, atakwambia sasa, umemaliza hiki, hebu fanya hiki. Hmm. Umemaliza hiki, fanya hiki ili kusudi usiruke, lakini muhimu zaidi usisubiri mwishoni. Hmm. Hmm. Kwa sababu huwezi ukaamka leo ukaanza kuapply leo. Ni siku ya Jumanne, halafu Ijumaa ukasubmit? Hmm. Ah, chukua muda pitia, jiridhishe kuhusu yote ambayo umeajibu. Hii scholarship ni very competitive, ina ushindani mkubwa na waombaji ni wengi. Na kwa hivyo hiyo itakufanya basi uwe na uhakika kabisa na kile ambacho umeandika, umejiridhisha umeedit umehariri kuhakikisha kwamba haujakosea. Kumbuka hii scholarship ni ya Kiingereza eh. Kwa hiyo uhakikishe kwamba kwa kweli Kiingereza kimenyooka, ili kusudi ikupe <laughs> nafasi dhidi ya wengine. Mpe mtu pia mtaalamu aipitie, mtaalamu wa Kiingereza aipitie. Asante sana uzuri, nafasi ipo mpaka tarehe saba mpaka tarehe saba na ah, kumbe usha usha pitia pitia <laughs> <laughs> na, na kwa kweli katika eh, Tanzania yetu hii yetu, tunawanufaika wengi. Juzi wakati tunawaaga wale ambao wamepata kwa ajili ya mwaka huu mm -hmm. Tulikuwa na balozi wetu wa Uingereza, balozi wetu wa Tanzania nchini Uingereza, Mheshimiwa Mbelwa Kairuki. Mm. Yeye ni mnufaika wa hii scholarship na kwa nafasi tofauti amekuwa anaandaa vipindi mbalimbali waelimisha Watanzania kuhusiana na fursa hii na na nyingine, hiyo so, so ni kwa ajili ya masters masters masters. na PhD sio? Hapana. Scholarship ni kwa ajili ya masters pekee yake peke ake. Okay. Unasoma kwa muda gani? Unasoma tofauti na nchi nyingine, hmm. Uingereza masters ni mwaka mmoja tu ili uwahi kurudi hapa e, na kuendelea na ujenzi wa taifa. Rehema, kwa kifupi ujumbe wako. Ah, uh, ujumbe wangu mkubwa uh, watu wafuatilie social media akaunti zetu kwa sababu kule ndo tuna posti updates nyingi tips, lakini pia wuza ukajifunza kwa alumni wengine uh, kwa Instagram tunatumia UK in Tanzania pamoja na Twitter na Facebook, lakini kwa LinkedIn tunatumia British High Commission in Tanzania. Lakini pia kwa uh, watu wanaoapli pia wasome sana kwenye website ya www.chevening.org kwa sababu kule ndo anapata pia maelezo mengine mengi ambayo uh, Sylvester hapa na mimi tumeelezea. mm -hmm. Kwa hiyo kule kwenye uh, media zetu tuna posti vitu vingi, deadlines, tips, wenzako wanafanyaje, lakini pia